Upo ndani yake, kwa sababu gani? Na umetoka wapi? Usijilize hapa, wakati ulikuwa unajitumia, uko unajiliza, mbona siku zote ile uko unalia ndani yake Sh buka zaidi, onyesha sura yako halisi, onyesha sura yako halisi, onyesha sura yako halisi. Nani ambaye ana imani hapa aje? Nifanye experience exe. Mtu mwenye imani, mtu ambaye anajua, una kuna imani, njoo hapana. Wewe, mtu mwingine mwenye imani sikapo

Achia, uwe, achia uwe. Kwa wakati mwingine mnasemanga kuwa watu wameenda zijiaganga kuchukua madawa haya. Eli ameenda kwa mganga kuchukua dawa